Ukiangazia uh, jana nilikutag Rashid yeah. uh, katika posti ya <laughs> Ghalibu Mzinga yeah. uh, mashabiki wa Singizini yeah. wa Eswatini zamani ikifamika kama Swaziland yeah. eh, na kisha kubadilishwa jina yes, yeah. performance yeah. yao lakini, inaweza yeah. a kwa, kwa sasa stori ikawa ni kocha mpya yeah. kitu gani anakileta, mimi sitakusikia sana uh, stori za kuhusiana na uwezo wake sivi si nani atakuwaje cheo na kadhalika. Hmm, lakini anakuja kuleta kitu gani, hmm, katika kikosi cha Simba hmm, na hali waliokuwa nayo Simba hmm, katika kipindi kifupi baada ya kuondoka Fantu, Simba walihitaji kocha uh, walihitaji mwalimu kwa haraka sana kwa sababu uh, Simba walipoteza mtu ambaye walimtrust kwa kiwango kikubwa uh, <coughs> wanasema Uh, maumivu hayaponi kwa maumivu uh, ila maumivu yanapona kwa subra uh, inawezekana, uh, Simba wakawa na bahati kwenye kile ambacho sasa. Hapa kuna mitazamo miwili uh, mtazamo wa kwanza, uh, inawezekana Simba kwa maumivu ambayo wameyapitia ambayo Fadu aliwapa wamefanya haraka sana kumtafuta kocha na kocha ambaye wamempata, eh, nafikiri moja kati ya kigezo ambacho wamekitumia ni matokeo ya jumla kati mm. ya Gaborone pamoja na Simba Sports. Mm. Simba mechi ya kwanza alishinda goli moja, jamaa walicheza mpira mzuri sana mm. mechi ya pili ikaenda ikafa pacha moja moja mm. Gaborone walicheza moja, mpira mkubwa sana kuliko Simba Sports. Sindio? What if kama Simba angeshinda tatu shinda tatu hapa wangemwona ukocha ni sahihi, unaelewa. mm. So unarudi kwenye yale maumivu, inawezekana simba eh, kwenye ile sentensi ambayo anasema ana Mwana FA mm. kwenye ule wimbo wake, au sio bana, kwamba ukiona, uh, tafuta na wewe mnyonge wako pia umwongezee maumivu, unajua mnyonge. Na unajua hii senario kidogo itakufanana na nabii <laughs> Unajua, Simba walimfunga Nabi eh. Alafu baadaye Nabi akatangazwa young africans eh. kesho, kesho yake. Lakini ni tofauti kidogo, ile ilikuwa ni hatua ya makundi eh. Lakini hii kidogo ilikuwa hatua mtoano alafu mm. ameenda ndani ya timu ambayo timu imeweza eh. Sasa hiyo ni senario ya kwanza kwamba Simba wamefanya haraka, lakini uharaka wao eh, umechagizwa zaidi na performance ya Gaborone mm. ya kuona kwamba awa jamaa wametufanyia wame kitu kibaya kwenye mechi zote mbili japo mm. sisi tume tumekwenda mm, inawezekana huyu mwalimu wao akawa na kitu mm, sindio, bwana? Haina shida, hilo jambo la kwanza. Lakini <coughs> jambo la pili ambayo ni jambo muhimu zaidi, simba walihitaji mwalimu ili kutuliza pressure ya mashabiki wa simba na pressure ya timu kukaa sawa, ili kuweza kupangilia mambo yao yaende, kwa sababu walimu wote ambao wametoka kabla ya Fadlu Makumbano ya Selemani Matola pamoja na Hemedi Suleiman Moroko hawa wote wanaonekana mashabiki hawakuwaamini ku, mm -hmm. na hawawaamini umeelewa, japo mm -hmm. katika utulivu na matokeo, matola kawapa alama sita kwenye michezo miwili ya ligi na mwalimu ah. hemedi Moroko amewavusha kwenye hatua inayofuata. Sasa ukirudi kwenye kile ambacho tunaangalia huyu mwalimu ni sahihi ama sio sahihi, si unaelewa? hmm. mimi ninachoangalia hapa ni Simba kutafuta solution ya haraka ambayo itarudisha utulivu kwenye club, itarudisha utulivu wa kuperform. itarudisha utulivu wa kutafuta kile ambacho wanakihitaji, na fikiri baada ya mechi na Gaborone, wakaona huyu ni mwalimu ambaye ametufanya kitu kibaya, ngoja tumchukue, tumweke si ndio? Kwa kile ambacho tumekiona kwenye performance gamble, eh uh, of course it's a big gamble mm. kwa sababu uh, mwalimu amekuja uh, Dimitar amekuja Afrika 2022 akianzia United Victoria United ya Cameroon, eh ambalo daraja lake ni dogo sana kuliko Simba Sports mm. akatoka hapo akaenda Orapa akaenda Sierra Leone mm. eh baada ya pale akarudi tena uh, Victoria United Cameroon, baada hapo akaenda Orapa si ndio, ambapo kwenye Urapa hakumaliza msimu, akaenda kujiunga na Gaborone, sio? Kwa hiyo unaona iyo, iyo, iyo panda shuka, kuhama na kuamia hapo. Kwa hiyo ulikuwa unahitaji pengine kile ambacho Simba wameshakitengeneza au wamekiplant kwenye mashindano ya Afrika. Nafikiri hili ndio lengo kubwa, kwa sababu mimi mm. siku zote naamini Simba na Yanga huwa wanajua wanashindaje mechi zao za ligi mwalimu wanamleta wanamlipa pesa nyingi, ni kwa sababu ya performance ya Champions League au Confederation. So Dimital amekuja kwa sababu ameonyesha kila alichokuwa nacho na Gaborone mm, Simba Sports wamevutiwa na namna ambavyo anacheza. Saa ni jambo zuri, ni jambo jema kwangu mimi, inawezekana kwa kuna uharaka sana wa kumchukua mwalimu Dimital, au ikawa ni moja kati ya right choice, so it's gamble, lakini yote kwa yote Simba walihitaji kocha. Simba walihitaji mtu ambaye anaweza kutraini kwenye, kwenye ground sessions na vitu vingine vyote.